Maandamano ya hivi karibuni yamejiri baada ya maelfu ya waandamanaji wanaoipinga serikali kukusanyika katika uwanja wa Marches katikati mwa mji wa Tripoli mwishoni mwa wiki iliyopita. Waandamanaji wamedai wanalazimika kuandamana kutokana na kukithiri kwa ufisadi kwa viongozi wa serikali, jambo ambalo linadumaza uchumi wa taifa hilo. Mmoja wa andamanaji hao Abdul Bari Al-Naturi amesema serikali iliyopo mamlakani inapaswa kupumzika na kuruhusu viongozi wenye maono mazuri na nchi hiyo kusonga mbele. Amesema kwa sasa hali ya kile alichokiita ni ufisadi kinachochea maisha kuwa magumu kwa wananchi. Serikali hizi mbili lazima zianguke ili watu wa Libya wapumzike kiraisi. Ufisadi umeongezeka kwa njia ambayo huwezi kufikiria, sio kawaida kufikia kiwango hiki, huku watu wa Libya wakiendelea kuteseka zaidi mwaka baada ya y mwaka. kwa upande wake Abdurahman Mahfudh, mwandamanaji mwingine, amesema wamekaa kimya kwa muda mrefu, ila sasa ni wakati wa kuiondoa serikali hiyo mamlakani. Sisi wa Libia ambao tuko hapa katika uwanja wa Martyrs Square tunafungua mikono yetu kwa ajili ya amani na kwa ajili ya mwisho wa serikali hizi, iwe katika nchi za magharibi au mashariki. Tunataka kuunda chombo kimoja ambacho lengo lake ni kuwatumikia watu wa Libia. Kufuatia maandamano hayo, waziri mkuu wa Libia anayeungwa mkono na Umoja taifa Abdulhamid Dbeibah ametoa wito kwa makundi yenye silaha kusimama na serikali, baada ya siku kadhaa za mapigano makali mjini Tripoli na maandamano ya kumtaka ajiuzulu. Tutawakaribisha wale wote wanaochagua kusimama na serikali, tutaweka kando wale wanaotumia ubadhirifu na ufisadi. Lengo letu ni Libya isiyo na wanamgambo na ufisadi. Kwa mara ya kwanza, ninawaambia kwamba unaweza kutumaini kuondoa wanamgambo. Tumaini hili litakuwa na kukua, Mungu akipenda. Msiruhusu wawaondoe kwenye tumaini hilo kati ya makundi yenye silaha na kusababisha vifo vya watu wanane kwa mujibu wa taarifa za Umoja wa Mataifa. Katika maandamano hayo, afisa mmoja wa polisi ameuawa kwa kupigwa risasi na washambuliaji wasiojulikana alipokuwa akiwatuliza waandamanaji. Vyombo vya habari vya ndani viliripoti mwishoni mwa Ijumaa iliyopita kwamba mawaziri sita na naibu mawaziri kutoka baraza la mawaziri la Dbeibah walijiuzulu. Mabaraza kadhaa ya manispaa magharibi mwa Tripoli yalionesha kuunga mkono maandamano hayo ya kutaka Dbeibah ajiuzulu. Libya imegawanyika kati ya serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa mjini Tripoli inayoongozwa na Dbeibah na utawala wa hasimu wa mashariki unaodhibitiwa na familia ya shujaa wa kijeshi Khalifa Haftar. Nchi hiyo Afrika Kaskazini imesalia kuwa na mgawanyiko mkubwa tangu uasi wa mwaka 2011 ulioungwa mkono na jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi NATO ambao ulimwondoa na kumuua kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo, Kanali Muammar Gaddafi. Ramadhan Tuwa UFM.